Kwa jina anaitwa Matayo Nzoa, Katibu Mwenezi wa Jimbo la Kwela. Nimeamua kujivua wanachama wa chama hiki cha Chadema kulingana na mwenendo wa chama na sera ambazo zipo kwa wakati huu. Ni, nimekuwa kiongozi kwa muda wa miaka mingi katika chama hiki na inapofika nyakati za chaguzi chama hiki kimekuwa kikituangusha sana hasa kulingana na migomo, kugomea chaguzi. Na mimi ninachoamini, kugoma kugomea chaguzi si kutafuta haki. Haki inapatikana kwa kukaa na kuridhiana. Sasa wakati mwingi sana, chaguzi nyingi tumeshindwa kupata viongozi ambao wangeweza kutuwakilisha kule na hii ya kugoma tumepoteza viongozi wengi sana. Sasa mimi leo na viongozi wenzangu, binafsi najitoa wanachama na uongozi, navua nyadhifa zote. Kwa hiyo ninaondoka, nitatafuta mlango mwingine wa kutokea ili tupate haki. Haki inapatikana ina kwa maridhiano, kwa kukaa mezani. Wanachama wetu katika jimbo la Kwela wameathirika pakubwa sana kwa huu mgomo wa kutoshiriki uchaguzi. Moja, watapoteza haki kwenye uwakilishi, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tunapopata wawakilishi wale ndio wasemaji wetu wakuu, ambao wanaweza wakamsaidia hata mwenyekiti huyu. Sasa tusipopata wawakilishi kwenye chama, maana yake CCM ndio watapata nafasi kubwa sana ya kututawala na kutuleta demokrasia katika nchi hii koo. Dhamira yetu kubwa, kama tungeshiriki uchaguzi tukapata wawakilishi, CCM wasingetuweza, lakini sasa hivi tangu mgomo huu na fununu hizi, CCM wamefurahi sana kwamba chama ambacho walikuwa wanakiogopa ni Chadema kwao. Tumeona tutafute mlango mwingine wa kuwasumbua hawa wajamaa wa, wa CCM, ili tupate demokrasia nzuri mabadiliko. Au kutaka haki hakuji kwa migomo. Nyerere angegoma kwa wakoloni, tusingepata uhuru, lakini alipambana. pamoja na sheria za kidijitali mnaita e, e, za kidikteta lakini alipambana hivyo hivyo, na bahati nzuri alifanikiwa. Sasa sisi kama hatuwezi kupambana na sera ambazo hatuzikubali, tutapata haki wapi? Ukisusa sawa, na wewe mtoto ukiwa naye nyumbani akisusa ugali, kwani wenzie watasusa? Si watakula basi. Mataifa mengine mbona hawajawahi kususia uchaguzi? Wanashiriki uchaguzi pindi wanaposema kuna uchaguzi kadri inavyokuwa inatokea wanashiriki uchaguzi. Kwa nini sisi Watanzania tusishiriki uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano? Tutapata haki wapi?